Kwa usiku wa pili mfululizo, jiji la Moscow limetikiswa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kutoka Ukraine, hali inayosababisha mamlaka ya anga ya Russia kufunga viwanja vyake vya ndege kwa muda kwa sababu za kiusalama. Taarifa rasmi imetolewa na mamlaka ya usafiri wa anga ya Russia, Rosaviatsia, kupitia Telegramu, ikieleza kuwa viwanja vya ndege vya Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo na Zhukovsky vilifungwa kwa saa kadhaa usiku kucha kabla ya kufunguliwa tena baada ya hali kudhibitiwa. Meya wa Moscow, Sergei Sobyanin, amethibitisha kupitia mtandao wa kijamii kuwa droni kumi na tisa ziliharibiwa kabla ya kufika katikati ya jiji hilo. Nukuu, ziliingia kutoka maeneo mbalimbali, lakini ulinzi wa anga uliweza kuziangusha kabla ya kufika katika eneo la raia, alisema. Aliongeza kwa kusema kuwa baadhi ya vipande vya drone vilidondoka katika moja ya barabara kuu zilizoingia mjini, lakini hakuna majeruhi waliothibitishwa hadi sasa. Shambulio hili limekuja wakati hali ya taharuki ikitanda nchini Russia, huku gwaride kubwa la kila mwaka la kijeshi la Mei tisa likikaribia tukio ambalo huongozwa na Rais Vladimir Putin na linahudhuriwa na viongozi kutoka mataifa mbalimbali, akiwemo Rais wa China, Xi Jinping. Licha ya Ukraine kutotoa tamko rasmi kuhusu shambulio hili, maofisa wa mikoa ya Kharkiv, Odesa na Kyiv nchini humo wameripoti mashambulizi kutoka kwa Russia kwa kutumia drone pia, hali inayoashiria mabadiliko ya haraka ya tukio la mashambulizi ya pande zote. Gavana wa Odesa, Oleh Kiper, amethibitisha kuuawa kwa mtu mmoja kufuatia shambulizi la drone yaliyofanywa na Russia. Wakati huo huo, Wizara ya Ulinzi na Usalama ya Russia imedai kuwa uharibu droni 26 kutoka kwa Ukraine katika usiku huo pekee. Mbali na Moscow, mashambulizi yameripotiwa pia katika miji mingine ya Russia kama Penza na Voronezh. Madirisha ya baadhi ya majengo kusini mwa Moscow yameripotiwa kuvunjika kutokana na mtikisiko ya milipuko, kwa mujibu wa wanablogi wa kijeshi wa Russia. Katika muktadha wa mashambulizi haya, mkoa wa Kursk nchini Russia umeendelea kuwa kitovu cha mapambano mapya. Ukraine imedai kuharibu kituo cha udhibiti wa droni cha Russia karibu na kijiji cha Chokino. Maofisa wa Russia wameripoti kuwa uharibifu mkubwa katika mji wa Riski, mkoani humo, ambapo transfoma mbili za umeme ziliripotiwa kuharibiwa na vijana wawili kujeruhiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Ukraine kuwa, nuku, vikosi vyetu vya ulinzi vinaendelea kuwa na kuwepo katika maeneo ya mipaka ya Kaski, Licha ya madai ya Russia kuwa udhibiti kamili wa eneo hilo, mwisho wa nukuu. Wanablogi wa kijeshi wa Russia wamechapisha ramani zinazoonyesha majaribio ya kuvuka mipaka na Ukraini katika maeneo karibu ya Tokino. Katika hatua ya tahadhari, mamlaka ya Ukraini zimetaka wakazi wa baadhi ya maeneo ya mkoa wa Sumy, umbali kilomita kumi na mbili kutoka mpaka wa Russia kuhama kwa muda. Ukraine imeeleza kuwa uvamizi wake wa ghafla katika mkoa wa Kursk mnamo Agosti elfu mbili ishirini na nne ulikuwa wa lengo la kuunda eneo la usalama buffer zone, na kulinda maeneo ya ndani kama sami. Hali ya sasa inazua maswali mapya kuhusu usalama wa ndani wa Russia, ushawishi wa kiteknolojia ya kijeshi ya Ukraine, na mwenendo wa vita vinavyozidi kuingia katika mwaka wake wa nne bila mwanga wa amani ya kudumu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali.